Sisi wito wetu hapa leo ni kuja kusikiliza migogoro ambayo inaweza ikawa inawasibu kama kijiji ama mtu mmoja mmoja, yaani katika ngazi ya kaya, na katika kutatua sisi tutatatua kwa njia ya amani ambayo inadumisha amani na umoja na maridhiano katika jamii yetu lakini kama kuna mgogoro utalazimika kwamba lazima twende mahakamani, basi hatua za kwenda mahakamani zitafanyeje, zitachukuliwa, ila tunapendelea kwamba mgogoro huo tutatue kwa njia ya amani na maridhiano. Sasa huduma hii si tunaitoa bure leo hii, umesikia kwenye timu kuna wanasheria wengine wametokea Dodoma na wengine ni wanasheria wa kujitegemea katika kampeni hii ya msaada wa kisheria Mama Samia utahudumiwa bure bila gharama yoyote ile. Lakini kwa mfano watakotaka huduma ya kisheria wakienda kwa wanasheria baada ya hapa, baada ya mkutano huu, kule kwenye ofisi yake, ukienda kuna gharama zake. Lakini katika kampeni hii huduma utakazozi, mgogoro utakaoleta hapa utahudumiwa bure. Kwenye waombe wananchi wenye migogoro yoyote ile mjitokeze ili migogoro yenu iweze kutatuliwa kwa njia ya amani na bila gharama. Jina langu naitwa Julita Kondradi Mwalongo. Ah, nashukuru kwa ujio wao wa viongozi wanasheria waliokuja kwa niaba ya mama Samia. Ah, tunashukuru wamekuja kutusaidia, maana tulikuwa katika hali ya chini, inaita hivi kiukweli, wamechelewa kutupa taarifa, kama tungeandaliwa sio wananchi walioku na tegemea kuweza kusikiliza vitu ni vizuri. E, yani mambo walioyaleta ni mazuri kwetu sisi kama wananchi ki, kifupi tumefurahia uwepo wao. Wameleta namna ya ardhi ili mtu anapoimiliki ardhi yake aishi katikati hali ya uhuru. Na habari ya ndoa na yenyewe wameelekeza kwamba unyenyesajiunyanyasaji wameelekeza namna ya kutunza watoto, wazazi wote pande mbili watunze watoto, hata kama mwanaume ametoka ajue namna ya kujua majukumu yake kwamba mtoto yule aliyezaliwa sio wa huyu baba, ni wa kwake yeye, aweze kumlea yule mtoto. Kwa jina naitwa Sajira Asimani Matujove, na ninafurahi sana kwa jua hii kampeni ya mama Samia kuhusiana na msaada wa kisheria ah, nimejisikia vizuri na kwa kweli imeleta changamoto kwa wananchi wengi. Wengi hapa wamepata elimu, kuna mambo mengi yalikuwa hawajui, lakini kupitia hii kampeni wamepata kujua, na mimi binafsi nimejisikia vizuri, na mpaka sasa uelewa ninao, na bahati nzuri menok... ba... baadhi ya mambo kwenye karatasi yangu hapa, kwa hata nitatoa elimu kwa watu wengine ili wapate kujifunza na pate haki zao kwa urahisi zaidi pasipo kujisikia kama wanaonea. Ni jambo zuri sana, nimejisikia vizuri. Niko majina, naitwa Grace Mark Kakawiro, ni mkazi wachunya mjini ila ni mhamiaji tu kijiji cha nea sambili mwaya ila mimi ni mzaliwa wa chunya chenye mjini nimekuja huku kwa ajili ya kutafuta maisha nimenunua eneo langu kwa mtu, kwa watu wa zamani hivyo nivonunua ile eneo ndio nimekuja kunyang'anywa na serikali wanasema tutunzi mashamba poli yani wamenyang'anya wame kila sehemu na hawajanipa hata mia wameuza maeneo kuna eneo nimewaachia lakini hawajanipa hata mia sasa lipo tena lingine wanaloningang'ania tena wanataka wameliuza tena ambalo hilo ndo nataka nipiganie nalo ili kusudi wasiuze. Lina ukubwa gani hilo yani? Ni kadogo tu. Eneo yani, ni kubwa walioliuza wenyewe ni kubwa nake mimi nimebaki katikati, yani kipembeni wameuza, pembeni, wameuza, pembeni wameuza. Yani, hata viongozi wakija, huwa wataniweza kanionia huruma. Yani, ombi langu mimi nataka maeneo yangu wanirudishie ili kusudi tuendelee na mambo mengine Sababu mengine wameuza, mengine wanirudishie angalau hata kidogo na mimi ili nami niridhike, sababu na mimi mwenyewe nilitumia gharama kununua hili maeneo, lakini sijapewa hata mia. Na lipo lingine, lingine, eneo lenyewe nimewaachia nyenye, nisafisha hilo nimewaachia, hmm? nimewaachia tu nikasema basi achukueni tu basi, ila hili ninalopigania, ili nataka wanirudishie eneo langu, sitaki waliuze. Mwenyekiti mwenye wa kijiji naye msema hapa yeye. Yeah, anasema kwamba ni maeneo ambayo alikuwa masha, mashamba pole. ndio ndio, anasema alikuwa ni mashamba hey, pole. sio ya kwamba mlikuwa mnamiliki tangu asili? Inakuaje? mimi nitoka muda ni muda, toka muda sana tumemiliki hata majirani wanaelewa. Umemsikiliza mwenyekiti alivyojibu, eh, unasemaje kuhusu majibu yale ya mwenyekiti? Majibu ya mwenyekiti mimi hajanilizisha nayo, sababu yale mashamba si ndio wanaopigania, wanauza mashamba yetu. Ukiwauliza wakwambia mashamba pole, ukiuliza kiasi kitu, ukiuliza wasema mashamba pole, usafisha na penye napo ni mashamba pole. Umekaa na afisa ardhi amekusaidiaje kwenye kilio chako? Amenisaidia, amesema hivi, atazidi kuyafuatilia hayo mambo, atazidi kunisaidia ili eneo hilo lipate kurudishwa. Kwa majina, naitwa Ernest Brown Mwakibete, ni mwenyekiti wa kijiji cha Chokaa. Nipongeza sana ili wazo la mama la kuunda tume maalum ya kuwasikiliza wananchi. Unajua, mwananchi akimwona mgeni anaweza akatamka mambo mengi, anaweza akafunguka vizuri zaidi kuliko mwenyekiti mwenyewe ukiwepo au mtendaji wako. Kwa kuwa ugomvi mkubwa unaanza kwa hao utaanza kwa mwenyekiti au mtendaji. Sasa akijua wewe ndio umemkosea, hawezi kufungua kama atamuona mwanasheria mwingine au mdeni mwingine. Kwa hiyo mimi nipongeze sana ili wazo na hawa watu, kama inawezekana, ni ombe tu Mheshimiwa Rais, hii bajeti iwepo tu hata kila baada ya miaka mitatu au baada ya miaka miwili kama itawezekana, hii swala liendelee, swali lisiwe mwisho, liendelee tu na. Japokuwa tumekuwa na changamoto hizi, alimashauri ya kijiji ilishakaa, inatuma wajumbe wa alimashauri ya kijiji hasa kamati ya huduma, nendeni mkafanye kazi hiyo ya mashamba pori. Lakini kama binadamu uwezo katuma kafanya mambo yote sawa, kuna mengine kama binadamu anayakosea. Kwa mfano, si tulieleza uruhusiwi kupanga kugawa eneo lolote la mtu hata shamba poli. Kuna historia ya majina kwamba hapa ameishi mzee fulani, ita ile familia, kaeni nayo waulizeni, bwana e, mna shamba poli ya ekari themanini, lina miti ya asili zaidi ya miaka thelathini, fanya nini? Thelathini hamjawahi fanya nini? Wale wanafamilia wajibu, uwezo wetu ni ekari ishirini. Lakini akishakubali kumiliki zile ekari ishirini apewe muhtasari wa kijiji ya kumtambua sasa rasmi kwamba hili ni eneo lake. Nafikiri mwenyekiti, sawa okay. Mm. Umesema hili swala la mama Samia, elimu na wataalamu hawa, ni vizuri liwe endelevu ili kusaidia kutatua hizi kero kwenye eneo lako la vitongoji. Wajumbe wako wale kuja kwenye kijiji, namna gani mnapambana na hii migogoro, hasa kwa hawa ambao wameibuka hapa na kwamba wana migogoro hapa na pale? Mfano yule kaka alisema alikuwa amekaa mlangoni mwa ofisi lakini pia yule mama amesema zaidi ya maeka asiyopungua 20 kwenda 30 huko mumeuza serikali ya kijiji. mm -hmm, unatuambiaje kuhusu hayo mwenyekiti wangu? E, kwa tafsiri nyepesi ukimwambia mtu ameuza shamba langu unaweza ukaamini kama ni shamba, lakini mimi sasa hivi tunachokifanya wajumbe wanaokwenda kuzunguka kwenye mapori ambayo yanamilikiwa kiholela ambao watu wamekaa zaidi ya miaka 30 40 hawajafanyia kazi. Tunatabia kupiga picha kwanza. Tunapiga picha, ndio tunamgawia mtu. Kwa sababu tuliona mara ya kwanza tulikuwa tuna gari mashamba ile hizo lote. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wapo ambao wanakubali, wapo wanaokataa. Kwa hiyo kimsingi, labda nikwambie kitu kikubwa nilicho kibaini mimi kama mkitoa serikali. Hawa wananchi walikuwa hawapendi yale mapori wataka waendelea kuyamiliki hata kama wafanyie kazi yoyote, ndio ukweli uliopo, ama wayauze wao. Kwa tunachokifanya tuna mimi, ikitokea kuna poli lipo na kwenda kwa yule mwenye eneo kwa sasa, bwana eh, hapa tunamiliki eka 40 au namiliki a pengine a eka hamsini. Sasa serikali tupe eka ishirini na hizi 30 ziuze wewe. Hao wanashangilia wanapiga na makofi akigoma a kwamba ana uwezo wa kuendeleza baadaye, tunampa muda bwana, hili ni poli limekaa hapa. Kwa sababu unajua ubaya wa mapoli haya nimekwambia, ni tangu asili kwamba Chunya watu walikuwa wanapenda kuchimba dhahabu, walikuwa wapendi kulima. Chunya thamani ya ardhi imeanza kuonekana miaka ya 20 2020, kwa ilikuwa ni takataka, wao ni machimbo machimbo na wao. Sasa hivi wameshajua hii sera ya Mheshimiwa Rais, haya ya bajeti ya kilimo, haya yamefanya watu wajue kwamba anapapa pembejeo za kilimo bure kwa bei ya ruzuku, mbegu ya bei ya ruzuku. Kwa hiyo watu wameanza kurudi kwenye yale mapoli sasa. Wanaporudi sasa, wanakuta tumeshagawa.